Namkaribu tena mtazamaji. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. amepuzilia mbali kauli ya waziri wa maji Eric Mugaa kwamba ujenzi wa bwawa la Thwake umejikokota kutokana na vita kati ya taifa la Urusi na Ukraine. Gavana Mutula ameilaumu serikali kuu akisema kwamba haijatimiza makubaliano yake na benki ya maendeleo ya Afrika na hivyo basi kusababisha mradi huo kukwama. Akizungumza alipozuru wodi ya Kiteta Kisau, eneo bunge la Mboni, kufungua mradi mbalimbali, Gavana Mutula amesema kwamba vita vya Urusi na Ukraine haviwezi kutatiza mradi huo uliopewa mwanakandarasi wa Uchina na kuitaka serikali likusema ukweli. Aidha, pia limesema kwamba serikali ya Kenya haijachukua hatua yoyote ya kutafuta rasilimali zaidi za kujenga awamu ya pili ya mradi huo. Ama Ukraine haiwezi kutuzuia kumaliza mradi huo. Kandarasi hiyo tumempatia Mchina, amekuwa akiendelea ukuta, ambao ulikuwa nasemekana ulikuwa kizuizi, waliongezea, na mambo ambayo yamebakia ni kidogo, na kama wanataka ukweli, ile makubaliano kati ya benki ya African Development Bank na serikali ya kitaifa, ile mahali ambapo serikali ya kitaifa ilikuwa itoe ahadi yao, serikali ya taifa haijatoa ahadi hiyo, na ni, ni vizuri tuseme ukweli. Serikali ya kitaifa haijalipa ahadi yake, ili mradi huo uweze eh, kumalizika. Kwa hivyo wale ambao, mambo ambayo wengine wananisema mimi kama gavana na kwa sababu ninajua maneno haya, na nimeifuatilia kwa miaka mingi, hiyo si ukweli.